So, swali ya kwanza ni ya both gender, mwanaume na mwanamke. Kwa hiyo swali nitaulizia hapa, mimi nitajibia binafsi on my side. Yes. Kati ya mama yako mzazi na mke wako, nani anafaa kukaa kiti cha mbele when I'm driving, right? Mm-hmm. Okay. So kwa upande wangu mimi ah ni mke wangu. Why? Kwa sababu ni mke wangu alafu mama yako ni mke wa mtu. Vera ni mke wa mtu <laughs> <baya. laughs> Ni mke wa mtu <waangu, laughs> so sasa, so, so, tukikaa viti vya mbele na mama yangu alafu tukutana na bwana so bwanawake itakuwa sio nzuri. Okay, serious serious answer um, ni hivi Unajua um, kwa sijui kwa kwa wazazi wengine ikoje au kwa yeah, mama wengine ikoje, but kwa wale wa mama ambao wanajielewa, wanajua mipaka yao ni ipi kwa watoto wao hasa right, pale watoto wao wanapokuwa wameshaoa, so hawezi uh, pigania kiti cha mbele na na mkwe wake ikikuwa ni mama drama. Yes, yes <laughs> but ina depend na, na mzazi mwenyewe yes, na depend hivyo. So kama ni yule mama mwenye Say, for example kama ni mtu mwenye anataka kama labda ampendi mko wake naeza kafanya hivyo. mm -hmm. But kwa mama wenye anajiheshimu na wanaelewa mipaka yao ni ipi hawezi pigania kukaa mbele. Okay, even even hata kama hata kama mimi mwenyewe nitasema, eh, nataka kumuonyesha heshima mama wangu, yeah. So namwambia mke wangu weka mama wangu akae mbele, lakini gari itaenda silence mama kwa kikuwa, kiti kembe, eh, for information. kwa information, yeah. mm -hmm. uh, no? mm -hmm. eh, but hata kama hata kama unajua mamangu mwenye wezi unga mkono kitendo kama hicho. Kwa sababu yes. Kwanza tuseme, for example, kama tunaenda out, niko mimi, mke wangu na mamangu naenda na panda, alafu mke wangu naye anapanda mbele anapanda mbele, mamangu anapanda nyuma A, au tuseme uh, Kabla uh, mama wangu aingie kwenye gari, namwambia mke wangu, bwana, weka nyuma, mama akae mbele, kisha mwenyewe ata move ata move akae, yeah, ha nyuma. Alafu mama wangu akija, lazima ataanza kufungua kwanza milango ya nyuma, kwa sababu anajua huko ndo kwenye support system yake. Yes of course, huko, that's your place. So kwanza kimwona kule nyuma, lazima atauliza, mbona mbona hujakaa na mzazi wako mbele? Bwana una nini eh Unajua, kanda mwenzako, labda kuna kitu hapa lazima. So kama kama mwanaume you, you don't need to bring those kind of stuff kwanza right. kusema ati yo nataka nimuonyeshe mama yangu na mheshimu, kwa sababu ni mama yangu, so ana deserve kukaa mbele kwenye viti vya mbele no, kwa sababu small thing kama hubo unaweza unaweza leta matatizo yeah. Kuta uh, i, vitu kama hivi vinaleta uh, ugomvi kwenye nyumba kati ya mama yako na mke wako. Maybe ni vitu ambavyo labda tuseme, labda mama yako hatachukulia kubwa zaidi, lakini labda, lakini kwa mke wako, mama yangu ya asubiri bwanake akiwa anaendesha gari ndio <laughs> atapanda mbele, <laughs> mio ma side, mm. wakukaa mbele ni bwanangu of course. Yes kwa sababu mama yangu kwanza anajua akikala mbele tuko na drive kwanza, tuseme Kiafrika, kwanza tuseme mama angu hivi, akienda ku tuseme an axe ride, bwana angu aweze akakala mbele no, awezi. Batu wako gisi banakuaka unakuta mama, mama, mama yake, mama yake mkwe ya mtu wako, gisi wako naongea na bwana yake ya mtoto wake. Bwana mtoto wake, yani utafikiria vile ni babinamu. Unakuta gisi banaongeaka. Unakuta wako natania, au ni mamangu. Even that, lakini distance inakuwa nafasa. Na ndio, na ndio kitu kinapendaga sana, gisi tunakuwa na banani. Ba mama yetu gisi banakuwa najoka na ba Bwana husband bet yes, say that, yes, yeah. Yes, yes. Lazima, lazima sasa, um, mume wa mtoto wako huwezi kuwa na maukuna, siku tu mtakuja kukosiana adabu, so kwa hiyo kwenye sehemu yao ya kudrive, yes, mtoto wako anapaswa, kama umeshaoa mwanamke wako mbele a yes, ana, anaelewa unajua kuna vitu vingine, uh, mama zetu awatarajii tuwafanyie. mm -hmm. Kwa mke ni lazima vitu kama kuonyesha heshima, mama zetu awatarajii yeah. Yani awatarajii watoto wao, sisi watoto wao, tuwanunulie vitu vikubwa ili kuonyesha kwamba tunawathamini au sijui, uh, let me say for example kama unataka kumnunulia mke wako gari

Acha comment chini kama wewe una unaweza tia nani kitu kia mbele, Mwanaume au mwanamke? Lakini pia kama kuna mada yoyote ambayo ungependa tuzungumzie hapa one day. Okay, unaweza kutuandikia hapo chini kwenye comment Yes, tutakuja kuifanya kazi. Yes, okay so, let's go next question. Yes, okay, ni matukio gani mm. <coughs> ni matukio gani unayokumbuka utotoni? Matukio gani yeah gani anakumbuka utotoni? Mm-hmm. Mimi niko na so many stuff, niko na vitu vingi ambavyo nilipitia utotoni. Vitu ni vingi sana. Of course nilikuwa ni mpole utotoni <laughs> si kwamba najisifia hapana, nilikuwa ni mpole kweli, lakini nilikutana na vipigo vingi sana mm. uh, kama hey, vingi, vingi eh? <laughs> Okay, ok uh, jambo la kwanza, kipigo cha kwanza ambacho nilikutana nacho. So uh, mi nilikuwa nasoma for the first time, mi nilisoma shule mbili zote mm. Shule ya kwanza nilianza kusoma pale kambini Nyarugusu, nilianzia kusoma shule moja inaitwa epe epeuru eh, kule pande za ki mm -hmm. so uh, alafu wakanihamisha kwa sababu a shmie niwe mkweli, akili za shule ilikuwa siko vizuri hata kidogo, yani, hey, hey, hey, hey. So nilidouble nili mara si mbili sio? yes, nili mara mbili nafikiri hata mara tatu mara ine mara mara tatu mara ine hivi, somo la tatu. So nikosa sana kiasi kwamba ilifikia hatua naenda shule tu kwa sababu tu hivyo tu, hata hata nyumbani alikuwa hawana chochote cha kunitegemea so ikabidi waniamishe aipe kima, sikumbuki hmm. Wakagani lakini maajabu ni kwamba Nilipofika Epe Kima nikapata <laughs> <laughs> so, tatizo ilikuwa ni marafiki shule walimu kusema, ah, uh... kweli sijuaji, yani sasa hivi waga najuuliza nikikumbuka situation, waga najuuliza sana ttizo na nilikuwa ni epe hmm. ep eh? kwa sababu pale epe huru kusema kweli, ilikuwa nakosa sana kwa wote ambao wananifahamu wanaweza wakakubali, uh, wanaweza kukubaliana na kile ambacho niko nasema hapo sasa hivi, lakini ilipofika epe kima bwana, nilianza kupata darasa la tatu, ambayo nilikuwa nakosa kosa, nikapata nikapanda la nne, la nne nikapata nikapanda, nikapanda la tano, la tano nikapata nikapanda. so, mm -hmm. la sita, la sita nikapata mm -mm. asaa, tukaja huu ni <laughs> maajabu mm -hmm. <laughs> so uh, stori ambayo minakumbuka unajua uh, wakati tukatoka shule pale epe ep huru hivo, nikuwa nasoma darasa la tatu la, la pili a so tunatoka shuleni, nikuwa bado mtoto sio eti mwanze kufikiria ati story ili happen no, ili sasa hivi no, no, right no. Hey. Yeah, back then. So mimi bwana, mimi niliwahi kupigwa na mtoto mdogo <laughs> Damn, so, ulikuwa really quiet. Yes nilikuwa really quiet lakini nilikuwa pia mimi, sina hadi sasa hivi mimi sina nguvu so bale watu eh eh sinaga nguvuala, nilikuwa sina nguvu. Sasa sasa hivi sipigana na mtu <laughs> <nilikuwa sina nguvu laughs> <hadi sasa hivi laughs> Huwa samtaim huwa huwa naangalia marafiki na zangu, nasema huyu huyu kikosane mwasiku tukaamua kupigana, nitafanya aje huyu, nitamchapa ama atakipiga <laughs> so tukatoka shuleni shule ilikuwa tu sio, tukatoka uh, shuleni uh, sa, mida saa saba hivi ndo asubuhi, watu asubuhi, natoka shule so uh, toka shuleni. Sasa njia yenye ambayo naendaga kwenda nyumbani uh, Mbeleni kule niliona kuna kundi la watu, sasa sio watu eti watu, labda watu wakubwa wana kitu ambacho wanaangalia, hapana, yani walikuwa ni watoto wale, mm-hmm. uh, yani, wale wale wanafunzi ambao wanatoka kwenye ile shule hapo kuwepe huru ndo wenye walikuwa nafa, yani wanatoka hapo, wote wote wanaenda yani, wanaenda simama uh, sehemu fulani ambako yani hapo katikati kulikuwa kama vile kuna mtu au watu wawili uh, sio kusema eti kulikuwa sio kama yaani kulikuwa, yaani jamaa mbaye alikuwa hapo na mdogo wake, sasa kama katoto hivi kadogo, kudikwa kabisa vizuri yaani, ah, ni hivi yaani, ni itoka shule, sivyo? mm -hmm. wakati naenda sinaelekea nyumbani yeah. Shule nimeshaacha kidogo, ile naangalia mbele, naona kundi kundi la, la watu eh, wamejaa, najiuliza hapa nini hapa, mbona watu wamezunguka, nini kinaendelea kam, hapa mbona watu wamezunguka afu wametengeneza kama kauwanja kama mviringo hivi mm, wanaangalia angalia pale, sio acha so, nisogee na mimi niangalie kwa <laughs> sababu ndo, ndo sehemu ambayo wanafunzi wai wanaonekana wanaenda. So nikasogea pale, vile nikaangalia, nikamwona kulikuwa mmoja wa my brother hivi, alikuwa na mdogo wake huyo mdogo wake alikuwa kifua wazi, alafu amejifunga kama katepe fulani hivi kakamba kama kamba hivi sio, kakamba humu hivi kichwani, alafu kananyoshanyosha ngumi nininini kama kaaa kupiga mtu hivi. Sasa huyo braza wake alikuwa anasema e, nani wenye iko na nguvu avingi? <laughs> <laughs> <laughs> hapa bigana <biyola> mdogo wangu <laughs> Sasa <laughs> watu wote wenye walikuwa naangalia, kuna wale walikuwa nasoma CCM mm -hmm. So CCM ilikuwa, kulikuwa na watu ambalika, wakubwa kidogo labda, mm -hmm. Wale wa somo la pili na eh, la kwanza na la pili ndo walikuwa wadogo sana, ndo sisi. Sasa wale wakuwa nacheka, sasa mtu mkubwa kama u unawaambia, una watu, wa, watu wakubwa eti, <laughs> mwenyeko mwenye na nguvu aje apigana mdogo wangu. Sasa watu waliishia tu kucheka, wanaangalia kikinaendelea pale, hakuna mwenye anasema kitu, hakuna mwenye anajitokeza. Sasa bwana hey, bwana wajinga waliwao wow. <laughs> <laughs> Mimi nikaangalia nikona hizi hey. Sasakaa kimoyomoo hi sasa zarahizi kwa no sababu niliona hakuna mtu mwenye anajitokeza, alafu jama endelea kusemeti mwenye ako na nguvu ajitokeze apigane na mdogo wakehzara jitokeze kwa sababu tumwonyeshe kwamba hivi vitu ambavyo analeta hapa Tutakuja kuwana bure. So nikabesha mkono juu, ewa na mimi hapa, watu wakaangalia, wakaniachia uwanja, wakaniachia njia niingie pale, mwenye nguvu zake. Ewa na mimi nikajikuta kabisa katikati ya watu wengi nikajikuta mimi ndo na nguvu so nikasogea pale nini, mpaka pale. Joh, joh, joh, nikaingia katikati pale, asa sompigane mama. <laughs> Um. <laughs> Mie, kitu, kitu kimoja ambacho naweza kusema hata mimi sikumbuki ni nini kilitokea, unajua hmm. Kwa sababu mi ninakumbuka tu niliingia pale katikati, ulienda po wapi, yani huwa sielewi, lakini kitu kimoja ambacho mi naweza nikasema kwamba ule mtoto alikuwa amechanjwa cha kwa, <laughs> kwa bure si, si, mm-hmm. kwa, kwa sababu haiwezekani we imagine tu mtu aje katikati ya watu wakubwa aseme tu njoo wa wa mm. mpigane na mdogo wangu kwa nini? How comes? Yaani, ni nini hasa yani, sababu ni ipi zaidi? Ndio maana uh, hiyo kitu ilinifunza kitu kwamba uh, sio kila kitu yeah, yeah, lazima uonekane. Yaani vitu vingine ni vya kuwacha tu ukiona yani, Mi nishaona, watu ushaona, uh, wa watu wengi hawaendi, watu wakubwa wamekataa kukuliko wamekataa kwenda, lakini wanajipeleka ujinga huu, hiyo story yaani, sio kila kitu cha kuparamia, vitu vingine viache tu vingine, step back, angalia tu. <laughs> anasemaweikia eh, na wa upide pita zako. Yani kusema kweli hii story kila nikikumbuka ikitokea ni pale sasa huyo so, mtoto um, alimjwaka yamjaka hadi right. hivi niko naongea hapa, kuna picha inakuja hivi yake na ule jamaa lakini <laughs> hadi hivi so sasa hivi sijui mtoto um, aliendaga wapi wala sijui, kwa sababu story yake zikuzikiaga tangu ile siku kwa hey, sababu mi nakumbuka tu nilikuwa nashikwa na watu pale <laughs> sijui kama alifanya nini, lakini ah, nakumbuka tu nashikwashikwa pale nalialia eh, sunaona ile mtu akipigwa alafu anakuwa nataka tena arudie <laughs> <anyway. laughs> <So>, dogisi ilikuwa <laughs> <laughs> <gini. laughs> sasa wale watu ambao tunaishi nao kijiji kimoja alikuwa alikuwa nikataa sa hata mimi kwa pale, ni hiyo hiyo ndo stori hey, mm. <laughs> <Kwa ni shapigwa. laughs> so hizi okay. <laughs> So one day jirani yetu bevanajua mwashi nyuma yetu pale kwavo kwa banki

Mm. Peleke sijui kama ilikuwa ni mihindi kama ilikuwa ni makuni. Asa ikabidi nitafute sehemu entaiba mkuni moto, tulikuwa ah. <laughs> <laughs> Uh, na makuni lakini ilikuwa juu. Uh-huh. Lotalo. Uh. <laughs> <laughs> Nikaruka kaka, nikaumia, nikasema acha niache nilamka. <laughs> <laughs> nikasema acha niache aau ndatafuta hey, lazima niibe kuni. uh -huh. nikaenda kwa mwengine jirani wetu. uh -huh. kukuta iko kuku makuni banatia tena chini, si hapa ndo sehemu ya mzuri kuingia. Mafiki ishakuwa ni masaa

tukachomoka munyumba tukaenda tuende mpaka <laughs> tu tuangalie tuone movie hiyo eh. episodi ingi natoka mm. tukachomoka tukaenda kurudia, mlango unafungwa, tutalala tutalala la... ah, <laughs> <baka. laughs> wapi eh. dirisha hakuna eh. akuna nyumba ina dirisha utafanya uh -huh. nini mm. <laughs> <laughs> <laughs> God, God, utafanya nini? <laughs> eh, ni utafanya kitu gari uh -huh. achonza kutafuta fasi ya kulala uh -huh. yeah. tegari mm -hmm. Nani hiyo siku I think tulikuwa naishi na mjomba wangu alikuwa alikuwa enda kuima kesha abo ya mpira ndo alikia aka akamkonvese mama angu mm -hmm. Afungule mlango mamangu, asiri, nilimdanganisha na makuni mm -hmm. Tira tunatoka munyumba, tunaenda angalia movie asiri <laughs> <tuna> <movie, laughs> Ah, lakini tenga akatufungulia ka mlango mpaka nikasemaka from now on, eh? movie bye no, nami nilikuwa napenda movie sana, movie no more, yani kutazama TV nilikuwa napenda kula kitu nilikuwa napenda kama kutazama TV Africa asiwezi kusikia sehemu. walikatusahinlia aamimi ilikuwa si hivi kuni, so mimi nilikuwa nafanya hivi kama napenda kwenda kuangalia video kwa, nilikuwa nahakikisha kwamba mchana naenda, kwa sababu sisi tulikuwa tunakaa <laughs> na <laughs> oh, yeah, karibu na yeah. makaburi. So yeah, yeah, yes. Naenda mle makaburi, naenda kukongoa ile uh, uh, makuni <laughs> Unajua, so kile ki, kilikuwa yani unatengeneza unaunganisha mianzi ile mm -hmm. mirefu hivi kitu <laughs> eh. <laughs> you gotta love all of it <laughs> yes, so unatumia, so mimi nilikuwa naenda na kitu kama kile, naenda na kukota meat ya hizo uh, makuni na kuangusha makuni, makuni eh, kule porini so baada ya, ya ku, ikifika iki, ni muda wa kwenda kuingia kwenye video na, tunachukua masuala e, ya kuiba yani tushapita <laughs> huko, <laughs> kuiba, eh kuiba eh, kwa ajili ya kwenda kwenye TV. Kila mtu alipitia hiyo hiyo uh -huh. hiyo lazima, lazima. like na wenye waliba eh? mm -hmm. pe, <laughs> la pesa <laughs> Eh, kuna wenye walikuwa naiba sabuni, anaenda uzisha anenda zisha apate jimi. Nilibaga yeah, sabuni alafu <laughs> nikaenda <laughs> kutubu, nilitubu nilitubu.